Hivi karibuni tumeshuhudia mzozo wa Marekani pamoja na taifa la Venezuela, ikiwa Rais Trump wa Marekani amesema hajaondoa uwezekano wa kuingia vitani na Venezuela, na kauli hiyo ameitoa katika mahojiano aliyofanya na shirika la habari la NBC News yaliyochapishwa wikendi iliyopita. Na kwa sasa tupate uchambuzi wa kina kuhusiana na kiini cha mzozo huu pamoja na yanayotarajiwa, tukiungana na Abdu Shakur Abud mwandishi wa habari mwandamizi akiwa kule Marekani. Habari uh, za hapo Abdu Shakur na karibu sana Asante sana sote wazima hapa na pengine tuanze kwa uh, tathmini ya kauli yake Trump ya kutokataa uwezekano wa vita na Venezuela, imekuwa ikiashiria nini? hivi sasa hali haifahamiki wazi kabisa, hivyo inaashiria kwamba wengi wanasema Ma, anani, Trump ana nia ya kwenda kumwondoa Maduro madarakani. Jana Jumatatu, kwa mara nyingine tena, akiwa kule Florida pamoja na washauri wake wa usalama alitoa tamko jingine akisema kwamba siku za Maduro zimekwisha. Akasema kwamba hii ni mara ya mwisho kwa Maduro kujidai mbabe kwa hivyo muda wake umemalizika. Amemwonya tena hapo jana, na hivyo inaashiria kwa njia moja au nyingine, wachambuzi wakisema huyu bado ana nia ya kwenda kumwondoa Maduro, lakini haifahamiki ni kwa njia gani nam. Kiini hasa cha mzozo kati ya Marekani na Venezuela ni upi, na nini ambacho kimesababisha eh, hili Utawala wa Trump tangu ulipoingia madarakani umekuwa ukifuatilia Venezuela, hasa kufuatia uchaguzi wa mwaka jana ambapo Maduro alipata ushindi. Wanasema aliiba ushindi, kwa hivyo wanamchukulia kwamba si kiongozi halali. Pili ni kwamba yeye ana msimamo wa siasa za mrengo wa kushoto au kikomunisti. Lakini sababu alizozitoa hapo awali katika miezi minne ilipoanza mvutano huu kati ya Venezuela na Marekani ni kwamba wanajaribu kuzuia dawa za kulevya zinazotumwa na Venezuela kuingia hapa Marekani. Kwa hivyo katika kipindi hichi cha miezi minne jeshi la Marekani limekuwa likishambulia maboti ende yanayokwenda kasi katika bahari ya Caribbean ambayo zinasemekana ni za Venezuela. Wameshambulia karibu boti mia moja hivi karibu boti ishirini na nane mradhi na kuwaua mm. watu karibu mia moja. Kwa hivyo amekuwa na lengo la kwanza lilikuwa katika kushambulia walanguzi wa dawa za kulevya akisema kwamba dawa za kulevya zinaingia Marekani, zinaathiri zaidi wa Marekani. Lakini hivi sasa katika siku kumi zilizopita ameanza kuzuia tenka za mafuta na kusababisha tenka nyingi za mafuta hivi sasa kugeuza njia na kutokwenda tena Venezuela. Kwa hivyo watu wanajiuliza, je, huu ni mkakati mwingine? Ameacha dawa za kulevya? Maanake kumekuwa na shaka watu wakijiuliza kwamba Venezuela haitumi au magengi ya Ma, wahalifu kule Venezuela hawatumii dawa za kulevya hadi Marekani, zinakwenda Ulaya. Dawa za kulevya Marekani zinatoka zaidi Colombia, Honduras na Mexico, na dawa inayofahamika kama fentanyl, inatoka Uchina. Kwa hivyo watu wengi walihoji swala hilo na inaonekana ameanza kuliwacha mbali, sasa anafuata matenka ya mafuta. Mm -hmm. Na kumekuwa na mjadala hapo, aidha kwa sababu amekuwa na hoja kama hizo za masuala ya dawa za kulevya, lakini sasa uh, kuna hili swala la rasilimali za mafuta ya Venezuela, na ni, ni, kwa kiasi gani hilo uh, pengine linaweza kuwa na nafasi hasa katika kile ambacho Trump amekuwa akifanya maamuzi katika ujumbe wake wa True Social, ujumbe wake wa internet uh, wiki iliyopita alisema kwamba lazima Venezuela irudishe mafuta yetu, lazima mafuta yetu yarudishwe, akimaanisha kwamba miaka ya nyuma Marekani na Venezuela ni nchi mbili zilizokuwa na uhusiano wa karibu sana. Tangu alipokuja Hugo Chavez mambo yalibadilika, siasa za mrengo wa kushoto kaingia Makampuni ya Marekani yaliyokuwa akifanya kazi kule Venezuela yaliondoka na mali zao zilichukuliwa na serikali. Kampuni pekee inayofanya kazi ya Marekani kule Venezuela ni Chevron, ambayo inafanya kazi na kampuni ya mafuta ya Venezuela yenyewe kwa mikataba maalum. Kwa hivyo, Trump anahisi, watu wengi vilevile wanahisi vile kwamba kuna mafuta mengi. Venezuela ina akiba ya mafuta mengi duniani, inasemekana karibu mapipa bilioni mia tatu. Kwa hivyo watu wengi Mm -hmm. Naam, uh, Abdul Shakur Abud, uh, mwandishi wa habari mwandamizi akitueleza kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Venezuela ambao umegusia pia maswala mbalimbali mbali, e, ikiwemo matamshi ya Trump juu ya uwezekano wa vita ambapo Trump amethibitisha kwenye mahojiano aliyoyafanya hivi karibuni na NBC News kwamba hajaondoa ule uwezekano wa vita na Venezuela akisema kuwa bado kuna nafasi ya kuchukua hatua zaidi ikiwa itabidi, eh, bila kutoa maelezo kamili kuhusu kufafanua kile ambacho amemaanisha kwa kusema vita. Lakini ah, Abdushakur hapo ulikuwa unaongelea zaidi kuhusiana na rasilimali hizi za mafuta na namna pia ambavyo ah, kwa upande wa Marekani imekuwa yenyewe ikitafsiri ah, kana kwamba wana umiliki ama wana usemi pia juu ya hilo. Nam, bila shaka kama ilivyosema ni kwamba Marekani hasa utawala wa Trump unahisi kwamba ulikuwa na uhusiano mkubwa na Venezuela hapo kabla ya utawala wa mrengo wa kushoto wa utawala wa kikomunisti kuingia. Kwa hivyo mali chungu nzima ya makampuni ya mafuta ya Marekani yamechukuliwa, litaifishwa na Venezuela. Kwa hivyo Trump anahisi kwamba ni haki kurudi kuchukua mali hizo, na bila shaka hii ni siasa za Trump kujaribu kueneza utawala wa umaarufu utawala wa mrengo mkali wa kulia katika nchi nyingine za Amerika ya Kusini na Kati. Kwa hivyo hii inachukuliwa ni kama sera upande mmoja. Pili, kumwondoa Maduro kama mrengo wa kushoto na kueneza Uh, umaarufu wake katika eneo la Amerika Kusini. Itakumbuka kwamba Marekani mara ya mwisho kuonesha nguvu kama hizi ilikuwa mwaka elfu tisa mia themanini na tisa ilipovamia Panama na kumwondoa rais wa huko wakati huo, kwa madai haya haya, haya ya kuuza au kuleta ulanguzi wa dawa za kulevya Marekani. Hivi sasa, ingawa ni siasa nyingine kabisa, dunia imebadilika, wasiwasi wanakuja kwamba ni swala jingine kabisa tofauti na tumesikia pia kwa upande wake uh, Nicolas Maduro akisema kuwa watatetea nafasi yao na uh, ulinzi pia, ikiwa Marekani itaendelea na vitisho hivi na hata uh, kufikia hatua ya, ya, ya kijeshi kama itaamua hivyo. Hili e, linaleta wasiwasi wote wa uh, baina ya mataifa haya mawili pengine kwa upande wa ushirikiano ama vita yenyewe uh, kutokea uh. Hilo ndo swala ambalo linasachabisha watu wengi. Maduro mpaka hivi sasa, hata jana amejibu akasema kwamba yeye angependelea amani Venezuela, anapendelea amani, lakini wakati huo huo wamesema wako tayari kupigana kulinda mipaka ya Venezuela. Kwa hivyo hivi sasa Maneno ni makali, kila upande unatoa maneno yake. Hatujui nani atashindwa nani atashinda katika vita vya maneno, lakini inavyoonekana ni kwamba hali ni ya hatari. Kuna ripoti zinasemekana kwamba ubalozi wa Russia huko Venezuela umeanza kuambia maafisa ambao hawana kazi muhimu na familia wa babalozi kuanza kuondoka toka Ijumaa wameanza kuondolewa. Uchina imelaani vikali hali hii ya meli na maboti kushambuliwa katika bahari ya Karibian na kuzuiliwa meli, manake China ni mnunuaji mkubwa wa mafuta ya Venezuela, inaweza kuathiri biashara zake. Russia nayo imetoa onyo. Kwa hivyo hali hii inayotokea, kuna wasiwasi wanadiplomasia, wachambuzi wa mambo wanasema huenda mambo yameanza kuiva, lakini haifahamiki wazi. Je, Trump anatafuta sababu maalum kuweza mm kuenda kushambulia Venezuela? Maanake hana sababu ya kisheria na Venezuela. Vile vile hii leo imewasilisha mashtaka mbele ya baraza la usalama. Baraza la usalama, kutokana na ombi la Rasia, linakutana kuzungumza suala hili la Venezuela mchana wa Jumanne. Kwa hivyo mambo haya yote yanajitokeza, tunaweza kujua kufika jioni ya leo hali ya mambo itakuwa vipi. Kuna chaguo lolote ambalo Venezuela anaweza kuwa nalo kisiasa ama kidiplomasia, kutokana na msimamo wa Marekani? Venezuela kitu anacho ni kurai nchi nyingine kuanza mazungumzo kuisukuma Marekani, maanake Rusia na China ndio nchi mbili kubwa zinazosaidia Venezuela. Kwa hivyo inategemea jinsi Rusia na Venezuela na na China inaweza kusaidia Venezuela. Rusia tayari imesema iko tayari inaungana mkono na Venezuela. Kwa hivyo katika awamu hii ya kwanza katika mkutano wa baraza la usalama hii leo, matokeo yake ndio inaweza kufahamika ikiwa kuna njia ya mazungumzo yanaweza kufanyika au kutakuwa na mvutano mwingine. Lakini Venezuela mpaka hivi sasa ina nguvu za kisheria mbele ya mahakama ya kisheria au baraza kuu la Umoja wa Mataifa kuirai dunia kuitaka Marekani kutoendelea na vita. Mbali na hayo, haina njia nyingine. Na endapo hili litatokea, kutakuwa na madhara gani hasa katika mataifa haya? Madhara makubwa yatakuwa kiuchumi. Madhara makubwa yatakuwa wa Venezuela wengi watabidi kukimbia, maanake patakuwa na vita. Vita haijulikani itakuwa kwa muda gani, na haijulikani kama wanajeshi wa Venezuela wanaweza kupambana moja kwa moja na wanajeshi wa Marekani. Kwa hivyo athari zitakuwa ni za kiuchumi katika eneo lote la Caribbean. Kulikuwa na mkutano wa wiki iliyopita, viongozi wa Caribbean walikutana kuona ni mkakati gani wanabidi kuchukua, maanake wao vilevile wanategemea mafuta ya Venezuela. Kwa hivyo wakitokea hali ya vita katika eneo hilo kutaweza kuleta vurugu katika eneo la Amerika ya Kati na Kusini, ni jambo ambalo wachambuzi na wafuatiliaji mambo wanaona kwamba ni hatari sana katika eneo hilo, na uchumi na bei za mafuta zinaweza kupanda sana katika soko la kimataifa, pamoja na hali ya ukosefu wa vitu muhimu, kwa sababu maboti mengi na meli nyingi zitakuwa hazipiti katika eneo hilo. Kwa hivyo kutakuwa na hali ngumu ya maisha kwa muda fulani katika eneo hilo. Mm, na mwisho kabisa uh, tutarajie nini sasa ikiwa hali uh, kwa sasa iko hivi? Kutokana na vipi watu wanavyozungumza na namna inavyosemekana, inakuwa ni wasiwasi, haifahamiki. Hasa jana Trump kusimama pamoja na washauri wake wa ulinzi na usalama ni jambo ambalo linaji- linatia hofu kidogo, lakini hatujui nini kinaweza kutokea, hatujui kama nguvu za u diplomasia zitaweza kufanikiwa na vilevile, ikumbuke kwamba Trump kwa hakika, wengi wanasema sio yeye anataka vita hivi. Mtu anayetaka hasa vita hivi ni Rubio, waziri wa mambo za nje. Yeye anajidai, anajigamba kwamba yeye ni mtu anayependa amani, ameleta amani duniani, amezuia vita katika maeneo manane. Kwa hivyo haifahamiki wazi, anabadilisha msimamo wake wakati wowote hivo. Kwa hivyo ni vigumu mtu kuweza kusema mambo yataweza kuwa namna gani, inaweza kubadilika leo na kesho. Mm, licha pia huko mtazamo kwa sababu bado anasubiri kupata tuzo ya amani ya pengine yeah. <laughs> Pengine yeah, bila ya shaka ataacha hili liende, anaweza kubadilisha fika akasema, au labda ameshapata tuzo ya amani ya FIFA FIFA ambayo no naye amekuwa na, na ah, it... pata... <laughs> <laughs> <laughs> like... mjadala He, kwa hivyo mm. anaweza kuisahau hiyo ya Nobel, lakini kwa vovote vile, nahisi kwamba kwa sababu hawana sababu ya kisia, ya kisheria kuishambulia mm. Venezuela, huenda asifanye. Ndio maana inachelewa kidogo, wanatafuta sababu ambayo kama tulivyoona wiki iliyopita dawa ya fentanyl, dawa ya kulevya inayotoka China ametangaza kuwa ni silaha ya maangamizi. Kwa hivyo anaweza kusema kwamba silaha ya maangamizi kutoka Venezuela inakuja Marekani, kama walivyosema Iraki ilikuwa na silaha maangamizi, tunaenda kuvamia. Kwa hivyo hatujui mm. kila kitu kinapangwa hivi sasa na shukran sana Abdul Shakur uh, kwa kuungana nasi na nakutakia usiku uh, mwema. Hapo asante sana, shukran kutoka kwenu. Shukran sana, ni Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari mwandamizi akiwa kule Marekani na tunakamilisha hivyo, kubwa ni kile ambacho kinaendelea kati ya Marekani pamoja na Venezuela.